Haya, dada Reema, karibu. Asante. Karibu tena. Asante. Tuko na dada Reema ambaye alikuja hapa kwa ajili ya kazi za ndani kama smart dada, tukampeleka kazini. Sasa hivi ni miaka mingapi? Miwili, mitatu. Miwili na nusu miwili na nusu. Kwa dada Reema amerudi leo akasema amekutana na changamoto. Aa, kwa hiyo tuko hapa kumsikiliza changamoto yake. Dada Reema, ehe, karibu. Kulikoni, umekutana na changamoto gani? Asante. mm -hmm. Mimi nilivyopatanishwa na bosi wangu mm -hmm. Nilianza kazi vizuri na nilikuwa nikisifiwa kwa kazi, nilikuwa nafanya vizuri mm -hmm. Nimeishi na watoto zake kwa upendo. Watoto wangapi pale nyumbani kwake alikuwa na? okay. watoto watano. Ana watoto watano? Tano, watoto watano. Ndiyo. okay. na bosi wako ni alikuwa yani, ni bosi wa aina gani? ni familia? ni single mother? ni single father? Yeye yeah, ni single father, ni single father ndio, ambaye nyumbani kwake alikuwa na watoto watano, ndio wa kwake, wa kwake wote. okay. mm -hmm. Kwa hiyo wewe ukaingia pale kama dada wa kusaidia majukumu ya nyumbani? Ndiyo. Okay, karibu. baada ya mm. kufika pale mm. nikaanza kazi mm nimefanya kazi sasa, kutokana na kuzidiwa na majukumu nani kuzidiwa naimini mimi mm -hmm. nomba kati kidogo mm -hmm. kuwa tu huru, yaani numba... kuwa huru. Elezea changamoto zokutana nazo yaani, hichi kipindi hapa huwaga sio kipindi cha sii. Yes, nisemeje Yani kipindi chetu kimenyooka yani, yani jambo ambalo umekutana nalo, mambo hayo ni mambo ya kawaida kwenye maisha eh, ni vitu ambavyo umekutana navyo, yani ni kitu cha kawaida. Ukishakutana na changamoto, aidha unajifunza kwenye hiyo changamoto, lakini huwezi kukwepa kwamba hii changamoto ilitokea hivi mm -hmm. Basi baada ya kuendelea na kazi, nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili, watoto walikuwa wameenda kanisani watoto ni wakubwa, mmoja ni wa kiume ambaye ndo festboni mm -hmm. ni mkubwa ambao sasa hivi yuko form 3 mm -hmm. anayefuata yuko form 2 okay, hao ni wakubwa, anaofuata mwingine yuko darasa la nne kipindi choo imeputa kwa darasa la pili mm -hmm. na mwingine ipo darasa la kipindi meputauko kwa darasa la kwanza mm -hmm. na wa mwisho alikuwa pre ameshaanza, ndio okay kama chekechea kama chekechea. mm -hmm. Kwa hiyo baada ya kuwa na hiyo changamoto, of course nilimkuta alikuwa msichana ulikuta mdada wa kazi, nilimkuta mdada mm -hmm. Lakini aliondoshwa ulivoingia wewe, nilivoingia mimi, tulikaa naye kama kipindi cha mwezi mmoja, mm -hmm. zeni akawa amemtoa mm -hmm, kwamba yuko makini na kazi, afanye kazi zake hivyo, wajibu wake, kwani kwamba ki mwenyewe majukumu hivyo yanizidia nikawa, mm -hmm, na muomba naomba niongezewe dada mwingine, maana kuna mbwa kuna watoto kuandaa, hmm. hivyo hmm. basi akaniambia ina shida ilo, atali atalifanyia kazi hmm. Sana, nakumbuka siku hiyo ilikuwa siku ya Jumapili, wote wameenda kanisani, alikuwepo yeye goswangu na mimi. Akanipigia simu ni simu ya kawaida, dada, naomba nisaidie maji ya kuoga niletee chumbani kwangu ya moto I mean, nikampashia maji nikampelekea mlangoni, nikamgongea mlango, akaniambia mlango uko azingia tu nilivyoingia nikamkuta yuko nekti akaniambia niwekea yo maji kwenye bathroom nikapitiza mpaka bathroom ili anatoka nikamkuta akasimama akasimama mlangoni ndio hivyo kicha endelea hapo yani aliniforsi kufanya kile kitendo mpaka alinichania na nguo yangu, akawa hivyo ameningilia. Lakini najuta kwa sababu sikutoa taarifa yoyote wala kwa yoyote, ikawa imetokea hivyo siku hiyo, aliningilia kwa nguvu mm -hmm. Sikumwambia yoyote wala sikutoa taarifa yoyote kwa sababu, kipindi ananing'ang'aniza alinipa kiasi cha laki tatu keshi ndiyo akaniambia fanya siri, nitakufanya mambo makubwa. Kwa nini unatamani kuendelea kufanya hizi kazi? mpaka lini? nitakufanyia vitu vikubwa wewe. hata na, nilimsimulia ni, nani story yangu kabla sijaanza kazi yani, tume, tume- yani ndio nimeingia pale nyumbani kwake nikawa nivyomsimulia kwamba mimi bado nahitaji kurudi shule. Kwa hiyo akaniambia nitakusomesha, we nitakufanya kila kitu, kwa hiyo tunza siri hivyo ndio ikawa mwanzo uo, ndo ilianzia hapo. Akawa akirudi kila siku jioni ananiletea gift, ananiletea zawadi saa za, za gharama sendo, nguo hivyo. Ndokawa mwanzo uo, uh, ayo mahusiano. Akawa nantoa auti na nini, tena akaniambia tena, mfanya kazi, nitaweka mtu mwingine wa kufanya kazi. Basi ndo akarudi na kuwasiliana huko ofisini. Then akaja akanishusha, kanambia sasa, mimi naona ku... mimi nimekutoa ofisini kwenu, lakini chance cha mahusiano wew, ni na wewe sio, ngapata dada wa pale ofisini kwenu nitaonekana vibaya. Kwa hiyo naomba nichukue tu dada wa sehemu nyingine. Basi akampata connection kutoka kwa watu wengine, akampata dada kutoka Kigoma, yaani wale tu wakulipiwa nauli, anakuja mwenyewe. Basi ndio tukawa tunaishi naye pale nyumbani tunaenda vizuri, maisha yakawa anaendelea tu kawaida, lakini mimi sio kwamba nikapewa kile choo cha kuwa kama nichukue yani, kama waifu hapana. Yani nikawa bado naendelea na kazi zangu kama kawaida na mshahara wangu akawa nanipa. Tukaendelea kama miezi miwili mbele, basi ndo nikawa nimejisikia hizo dalili za ujauzito, nikamwambia akanambia, haina shida, we nizalie tu, haina shida. Sasa baadaye nikawa namwambia tute hospitali kufanya vipimo na nini na nini, akawa anani ananikataa hivyo ananichenga. Baadaye ni nikamwomba kwamba nataka kwenda nyumbani nikasalimie. Sasa mwazo uliokuwa nikiomba ushauri kwa marafiki zangu, ananiambia yani, wewe ndo umejaribia kabisa itizipeta, uaboti uwezi ukazaa na mtu kama huyo, namwona na watoto wengi na haeleweki, bora uaboti hiyo mimba usizae na mtu mwenyewe hapo tu meshamwambia anaanza kukupiga piga chinga kama eleweki basi, nikawa nimelifikisha kwake, akaniambia akawa, ah, yani yeye, yaani akafly ya nilivyomwambia hivyo kwamba nitaka kutoa hiyo mimba, akawa amenisabia kiasi cha ja pesa, nakumbuka nipatia laki tatu. Akaniambia nenda katoe hiyo mimba. Nikampiga mamangu mzazi simu, nikamwelezea kila kitu akanaambia usije kufanya ujinga kama huo huwe, sasa hivi una miaka mingapi? Umri unaenda kute, ndo Mungu kwa kujalia huyo ndio mtoto wako wa mwisho, afu ufanye tena kitendo kama hiko? Basi ikabidi tu ni- nikaachana na hiyo na hilo swala la kutaka kuaboti huo uja uzito, ikabidi nimepale pale tu. Sasa kwa kama vile nimemkosea yeye, akawa hivyo amechukia nikamwambia mimi nataka kwenda nyumbani. Nikaondoka nikachukua baadhi ya vitu, akaniruhusu akanipa na nauli na kila kitu, akanunulia na maduve kupeleka nyumbani, maana alikuwa ameshaongea kwamba ataenda kujitambulisha nyumbani kwetu. Basi nikapeleka kwa mama yangu mzazi, hivyo nikaenda kuwasalimia tena, kuta nikakuta kulikuwa na msiba wa kaka wangu Festival, alikuwa amefariki. Basi nilipo akawa anapiga simu aniambia ue turudi, hata usijali kuhusu huo ujauzito, mi nitalea nikawa. Tena nimerudi da, tukaendelea kukaa pale, ndo akaniambia kama unataka mi nilie huo ujauzito na kila kitu kiwe vizuri, nenda kavunje mkataba wa ofisini kwenu. Ndio nikawa nimepiga simu hapa nikawa nimekuja nilionana na Boss Aaron, nikamwelezea kila sikumwelezea kila kitu nilificha, nikamwambia mimi ninataka kuacha kazi, nataka nikafanye mambo mengine viloko, ndolikuwa hivyo, nilikuwa mjamzito tayari. Basi baada ya kum ya kumwelezea bosi, mimi nikarudi kuendelea na maisha pale nyumbani na dada wa kazi, lakini kila kitu kikabadilika, kikabadilika kabisa, kikabadilika akaanza kunaonyesha mambo ya ajabu, naweza kumekana hapo, anaongea na wanawake zake na meseji, yani kila kitu cha kukuumiza. Mimba ishaanza kuwa kubwa, yani kanifanya ni yani, vitu vya ajabu. Basi kabidi tunivumilie sababu mi ndo nilitaka kuzaa, nikavumilia mimba hiyo, fika miezi ndani akawa ananiambia niondoke niende nikajifungulia nyumbani lakini hapo tupokuwa tunaishi hapo, tunapoishi alikupo kaka yule wa usafi wale wa nje, alikuwa ananiambia stori zake nyingi, ananiambia huyu nmbia bosi ndio ana tabia mwanamke wake akimewashudia wanawake wawili, alikuwa anakufuata naye, alikuwa dada wa kazi yani, ulipo hapo ulipo wewe, yuko nyumbani anajifungua, alienda kujifungua ndio kujifungua, umekuwa tena na m, lakini kuna mdada enda kujifungua Tanga, na hapo kuna watoto watano pale nyumbani nyumbani na pale nyumbani watoto watano wana mama mmoja au kila mtoto pale ana mama yake? hakuna watoto ambao wana mama yani, hakuna mm, mama wenye watoto wawili, kila mtoto ana mama yake moja moja au watano. Kwa hiyo na huyo dada mwingine ambaye alikwambia yuko yani Tanga ni mwingine, mwingine pia ni mwingine, ni wa sita, ni wa sita kwa kwa yaku... wako ni wa wa sita, hapo ni wa saba wangu kwa ujumla pale anahesabika kama mtoto wa tisa wa kwako. Ndiyo, kwa hiyo kuna wengine ambao mama zao waliwakatalia, ambao walikuwa na uwezo wa kuweza kumpatia wanao, wanawalea wenyewe mm. Basi alivyoniambia hivyo, nikawa nimeogopa sana. Sasa nikienda nikatelekezwa, na kuna chochote nilichofanya, sijatunza hela, kuscha kimaendeleo sina ikabidi tu ning'ang'anie pale pale, mimi kaambia sina pa kwenda, na babangu mkali, kwenda na hii mimba na ushasema utaenda kujitambulisha, hawezi kunikubali nyumbani. Yeye akawa anataka uondoke, yeye anataka niondoke, yani kati tiketi ya ndege atanipa na hela kiasi nikajifungulia nyumbani, zeni nirudi nyumbani, ni wapi? Chato. Nikawa nimekataa nikakaa pale pale, akiniambia hivi naambia hivyo, babangu mkali, babangu mkali, mpaka mimba kafikisha miezi tisa nikajifungua mshukuru Mungu, kajifungua vizuri pa hospitali ya Amana, nikapata mtoto wa kike. hmm. Baada ya kujifungua hivo akafurahia tu hivo, niyee nikampata rafiki yangu mmoja, ndo akanikanda uzazi. Basi baada ya kutoka hospitalini, akanitenga na chumba, nikiwa nakaa chumba, nalala chumba cha peke yangu. Kwa hiyo ulikuwa umeshaamia chumbani kwake, kwamba sa ulikuwa unaishi kama mke wake? Ndiyo. mm -hmm toka mimba ikiwa na au kabla, yani wakati tu pale alipofanikiwa kuku, niliporudi kutoka nyumbani, ndio uliamia chumbani kwake, ndio pale livunja na mkataba, ndio hivyo. Kwa hiyo kabla hapo mlikuwa kila mtu anaaa chumbani kwake, ndio. mm -hmm. Basi akantinga na chumba, nikatengewa chumba cha nje kabisa. Nilikuwa naishi nalala chumba cha nje cha nje basi nimelea mtoto hivyo, changamoto zikija, unatamani kwenda, natamani kwenda nyumbani, lakini ndio tena naweza kusafiri vile na mtoto mdogo. hmm. Baada ya hivyo nimelea mtoto hivyo hivyo kwa mateso, sometimes napitia depression, analia nikija nikijapo na hivyo, lakini ajali, unaweza kukaa hapo, mtoto anaumwa labda na nini, ndio anaenda kwenye bendi kwenye club naenda kuvinjali yani hivyo. Basi hivyo nikavumilia, mpaka alikuwa najenga nyumba kota bata sehemu nyingine, kwa tukuwa tumeamia kwa nyumba mpya, lakini stili bado akantenga chumba chumba changu kikatengwa, nikiwa tofauti na yeye. Mtoto amekuwa amekuwa mpaka amefikisha sasa. Nilikuwa na changamoto ya maziwa maziwa, mtoto kwa awezi kushika ziwa ko, ikabidi niwe namkamulia kwa na, na, na kutumia mashine baada ya kukamua kwa muda fulani maziwa yangu yakawa yamepata shida, kaonekana kama kansa kwa mtu wa usta, kwa kwenda hospitali hapa mpiko hospitalini, nikaambiwa maziwa yamechafuka, nisimkamulie kwa muda, kuacha tu kama siku mbili. Maziwa yako yamekata, kwa mtoto nikawa nampa maziwa ya kopo. Nakumbuka kuna kipindi hapo mtoto ana miezi sita alikamilisha, akaja dada yake pale nyumbani, ambeni anti wa watoto pale Kaja kusalimia akaanza kuni kunishauri huyu mtoto, kwa nini, kwa nini ulali na mme wako? Mimi nikamwelezea nakasemela, kweli kwa tabia ya mdogo wangu unaweza ukambemenda mtoto, lakini kuna nanilii, kuna nanilii, kuna si anasema ni kuna utaratibu ukiwa na mtoto mchanga hivi, lazima ulale na ulale na mme wako ili kumzibua mtoto masikio basi ndio hivyo, akanambia wewe ongea na wako hivyo mwelezee, hata yeye anajua. Na hicho kipindi mimi toka nimetoka hivyo hivyo nimefikisha miezi mitatu, alikuwa ananiambia hivyo, ananisumbua, itabidi tufanyeje, mtoto anatakiwa kuzibuliwa masikio hasa. Ndio hivyo, ikawa imerudia tena kushiriki tendo la ndoa na yeye hivyo, ananiita kwenda chumbani kwake tunashiriki. Sasa kuja kushtuka siku, hata anatumia kinga yoyote, tayari nikawa na ujauzito Ujauzito wa pili sasa, mpaka sasa hivi mwanangu huyu mdogo ana miezi kumi, kumi na moja, ushakamilisha ana ujauzito wa miezi mitano. Sasa baada ya hayo yote meshavkua niendelea bado hizo tabia zake za ni usaliti, hivyo kunifanya hivyo, yaani anichukuli tena kama vile mke wake Yani anafanya mambo kwa kujisikia, anaweza kutoka huko hapo anamwita Usige, yule dada msaidizi wa kazi, njoo nifanyie hivi na hivi. Yani afanye majukumu yale ya mwanamke ndo afanyiwe na yule dada, sio tena mimi, hataki mimi nifanye chochote. Basi sasa mimi kile kitu kikawa kinaniuma, yule dada sasa akawa na, maana ni yule yule dada yule kutoka Kigoma, akawa sasa tena ndo kama vile mkimwenza mdendani, yani tuna yaani kunivimbia kama kawaida, maana zawadi tena naletewa yeye, mimi tena tanishakuwa a ndo tena kama sasa. Kile kitu kikawa kinaniuma, nikambia kuishi na mtu hivi kama naishi na na mke mwenzangu, basi mi niombe niondoke, undani hi ondoka ia, basi nisaidie, unisaidie hela ya biashara na nauri mi enda nyumbani kwetu ananiambia hiyo kitu kumdala, mbeda, mimi siwezi kufanya. Nimeanza kumlalamikia toka muda sasa, yule mdada mimi ikawa inaniumiza hivi, vile nikimuona hivyo anakaa naye hivyo, yani ndo anaspend naye, ndo tumefanyana visa mpaka mdada akawa ameamua kuondoka, akaondoka. Alivyoondoka ndo kipindi hiki. Mwezi wa ngapi huo? Uko mwezi wa nane, wa nane, wa saba, ndo kazi na kuwatafuta, kuwatafuta dada mwingine wa kazi baada ya kuta gharama zimepanda ndo akatafuta manili kampuni nyingine, akawa amempata dada mwingine ambao ndo yuko mpaka sasa hivi pale nyumbani. Lakini amefika tu yule dada tena tabia zika, yani ndo sasa hivi umekuwa moto, yani abadiliki, ni kila mtu anataka kuanzisha naye mahusiano hmm. Sasa hivi ndo anapata na majukumu mengine yani, mimi naonekana tu mlindani, si kama nini huyo dada ndo anapewa majukumu ya kumhudumia ye kumhudumia yeye kumpikia chakula mm, kufanyia kila kitu na analala naye chumbani kwake, hapa analali naye na, eh. ila mm, siwezi kujua maana, mm, mda mwingi mi nakuwa na mtoto afu kasha nitenga chumba chumba changu ni cha mbali, chumba chako kiko mbali. Ndio basi nilikuwa na, yani napitia msongo wa mawazo kweli mm. Cha hapa katikati ikazuka hata tabia nyingine, maana alikuwa kwenye ujenzi nyumba yake anaweka vitu ya gharama na nini. Sasa kuna siku natoka hospitalini kwa nimetoka kumpika mtoto clinic, nikafika pale mlezi wa nje akaniambia samani, shemeji, na taarifa zako. Nikamwambia taarifa gani? Akaniambia kutoka kwa mkuu, nimeambiwa wausiwi kuwa unakalia hivi viti nikamwambia, wewe unajielewa mimi au watoto mimi nimeambiwa wewe. Nikaambia basi sawa, mimi nimekuelewa. Alivyorudi viti gani yani, kuna unavikuta viti vile vimekaa vya urembo vile vya bembea vimewekwa hivyo, kawaika. mm. vingi vingi, matenti yale yana maviti kwa ndani mm. ya gharama gharama. mm. Alivyorudi nikamfata, nikamuliza, nikaambia ndomwambia hivi na hivi, huyu kijana wako ah. Akanambia mi sijawai kumwambia hivyo, labda akajituma yeye mwenyewe, hivo, short and clear. Mi nikapuuzia. Sasa nikakaa kwa sababu mi muda mwingi nakuwaga tu ndani. Akaita tena vitu vingine, ikajirudia tena ile kitu, nikaenda kumfuata kumwambia hivyo, akapuuza. Sapa nyumbani kuna jimu. Baada ya mi kujifungua hivo mwili ulifutuka, nikawa nafanya mazoezi hivo kawaida. Sasa baada ya mpata ujauzito mwingine nikawa ile hali ya kutapika na nini asubuhi, tena siwezi kufanya hayo mazoezi, nikawa nimeacha kwa muda hasa. I juzi kati baada nimejisikia vizuri nikataka tena kuanza mazoezi ile nimeenda pale ile jimu, nataka kuingia, nikakuta amefunga yule mkaka, nikamwambia.